Kipatiwa MC Jesse. Mm. Ah, Jesse naetoa hata kwa mfano usimulete <laughs> Jesse hata kwa mfano <laughs> usimweke ni mwanaume kama watu wengine. Ah, Jesse hata mtoo kwa mfano kuja na watu hadu wengine triki triki ukwanga yeah. Lakini unajua mimi na triki auezi hatufai kudeti sii, kama tutaendana juu sisi wote

Wale basi aliji kijik ndo kana kana grongo alikuwa bibi wa pili. Mm. Siwezi so, yes, daakuwa bibi wa pili. Kama si bibi wa kwanza wacha nikaa hivo <laughs> <laughs> Oye kati wana married man. Wengi sana kwanza wanakuanga na fake promises kama za MCA. Eh. Uh, uh, uh, <laughs> kama za politika. Uh, uh, <laughs> ah. Ni promise gani ulipatiwa the, the worst uh, promise ulipatiwa with the married man? Aliniambia yeye na bibi yake ni marafiki tu na rafiki anapata mimba by <laughs> <laughs> <laughs> by mistake. Yeah, mistake. Eh, Oh, diko <laughs> <laughs> na bibi yangu je, wa watoto na watoto wanaendelea kuongezeka. Pole za pigania mwanaume. Never in history. Mimi nipiganie mwanaume. Mangumi. Unless ni, ni, ni bahati mwenye amenipewa juu yako. Mtu akinipatia hata mimi ningekuwa Diana napigania 45 million. Ai, jamani mimi nikupigania hata juu sana. Hayo wanaume mwanda sana mimi sura ni mzuri wazazi wako akikuambia sisi huku nje na ngoja maji wako ni Range Rover. Natoa tu nguvu ya kupigania mwanaume jamani. Si anaenda tu na replace. Wanaume ni wengi na wengi wanazaliwa jamani. <laughs> hmm. Na wengi wanawacho huku nje wanakuwa tu zingo wanakaa.